Uh, ninakumbuka wakati najifungua mtoto wangu wa pili, ule ujauzito ulinitesa sana. Ilivyofika wakati wa kujifungua, nilienda hospitali. Nilivyokuwa pale odini waga, kuna mstari mmoja unakuwepo wa ujauzito, lakini mimi uliongezeka na wapili ukachora msalaba Sitasahau msalaba kabisa, msalaba. Niliumwa uchungu wa muda mrefu sana, na ninakumbuka manesi wale wawili waliokuwako zamu kule leba, waliniuliza maswali mengi sana. Ukaniambia maswali walioniuliza mojawapo kwamba dada, unasali wapi? Nikamwambia nimeokoka. Ukaniambia tuungane pamoja, usikate tamaa, tumuite Mungu ambaye unamwabudu. Hii hali hatujawahi kuiona. Kwa hiyo nikamwambia yule mama, toa kitambaa. Akaogopa sana kwamba nikitoa nitakufa. Nikamwambia hautakufa, bali utaishi na utawasimulia watu yale matendo makubwa ambayo Bwana ameyafanya kwako. Jamani, yule mama alikuwa na vitambaa, alitoa kile cha kwanza, kikabaki kingine, akatoa cha pili hapa kwenye utosi, kikabaki kingine kimezungushiwa. Nikanasema ah, kuna nini? Yaani yule mama alikuwa ameteseka. Unajua, anaishi na kitambaa kama ulinzi, kufunika kile kiilizi. Kwa hiyo alishabadilika mpaka rangi kichwani, Kabadilika kabisa yani, kwanzia hapa usoni alimojifichia hapo, kabadilika kabisa kwa sababu ya kukaa muda mrefu na kile kitambaa. Alivyofungua akatoa hapa katikati, pia alikuwa amevingilisha kitambaa kingine, alivyokitoa ndo tukabandua hivi kile kiilizi, afu nilichukua video siku ile. Ni mambo ya ajabu sana, vilikuwa ni vitu vya ajabu sana, vya kutisha, vya ajabu. Yule mama alipotoa mpaka akajisikia kupumua vizuri, nikamwona mpaka anapumzika. Nikamwambia, mama, hii kitambaa umefunga tangu lini? Anasema, mimi nina matatizo haya zaidi ya miaka mitatu. Kwa hiyo baada ya kuteseka sana, nikaambiwa hii ndo njia pekee itakayonisaidia. Kwa hiyo nikaa nimekiweka kitambaa, akaniambia ni muda mrefu kipo kichwani. Nikamuuliza kwa habari ya kuoga, unaogaje na hicho kitambaa? Akasema kuna mashariti nilipewa, baada ya muda kadhaa ninakitoa ninaoga, lakini nikioga lazima nikirudishe na mtu asikione. Alivyokitoa tukakiweka pale chini, nikaanza kumwongoza sara ya toba. Baada ya kumwongoza sara ya toba, nikaanza kumwombea. Tulipokuwa tunaomba yule mama, nguvu za giza mapepo yakatimka, tukamwombea akafunguliwa, akawa huru sasa kwa habari ya vifungo vya giza. Nikamwambia, sasa hivi unajisikiaje? Akaniambia najisikia vizuri sana Kaniambia najisikia amani. Nikamwambia Yesu ni mfalme wa amani. Ukisoma kitabu cha Isaya sura ya sita mstari wa tisa, kama sikosei, Biblia inasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme huko mabegani mwake. Lakini anayataja majina ya Yesu, anasema jina lake ataitwa mshauri wa ajabu alafu, anamwelezea kama mfalme wa amani. Kwa hiyo yule mama akasema anajisikia amani, nikasema safi. Nikamwambia, sasa hivi unatamani Yesu akufanyie nini? Akasema, natamani kuona. Nikamwombea yule mama kwa jina la Yesu, akaona. Alikuwa kipofu kabisa <estimates> yaani alikuwa haoni kwa sababu hata wanamleta walimshikilia, hawezi kuona. Ukimwambia kwa nini huoni, anasema naona tu ukungu, naona kama kuna ukungu tu, ila watu si waoni. Yule mama akaona, nikamwambia unazijua rangi? Akaniambia ndio, akana niangalia, anasema hii ni nguo ya bluu. Nikamwambia unajua kusoma? Akaniambia nilisoma zamani kwa sababu umri wake pia ulikuwa umesogea. Nikamwambia unaweza kusoma hata kidogo, akasema ndio. Nikaleta Biblia asome vile vichwa ambavyo vina mistari mikubwa. Nikashangaa yule mama anasema Yohana Mtakatifu. Nikasema wao, Yesu ni mzuri, ilizi imetoka mama. Anaona yeye alijisikiaje baada ya kuhisi kwamba tayari anaona? Yaani, sijui nikwambie nini, alifurahi kupita kufurahi kwenyewe. Maana sasa kwa kutokuona, kuishiwa nguvu, amekuwa ni mtu anatamani ajipambanie vitu avifanye mwenyewe kutokana na ule ujana aliokuwa nao, lakini akawa hawezi. Kuna vitu vingine lazima avifanye avisimamie mwenyewe, kutokana na yale mambo ambayo anafuatilia kwa ajili ya mafao ya mume wake. Kwa hiyo alikuwa anashindwa. Yule mama akafurahi sana. Nikamwambia bado kitu gani? Akasema ni zile nguvu. Alikuwa hawezi kabisa. Hata kunyanyua mikono hawezi. Kwa hiyo hata maisha alikuwa amechukuliwa mjukuu wake anaishi naye nyumbani kwake. Kwamba angalau anamchotea maji, anapika hivyo. Kwa hiyo sasa na mjukuu wake pale naye alikuwepo. Kwa sababu hawezi kwenda popote bila yule mjukuu wake. Nikamwambia funika macho tena. Nikamwambia kwa jina la Yesu. Unajua Yesu alivyokuwa anaondoka akiwa bado yupo duniani. Alikuwa anaongea na wanafunzi wake anawaambia kazi nizifanyazo mimi. Naam, zaidi ya hizi mtazifanya. Kwa hiyo akaweka uwezo na mamlaka kubwa kwa mwanadamu ambaye amemkubali. Kwa hiyo nikamwamini Mungu kwamba nikikumbuka kitabu cha Ezekieli 37. Ezekieli amebebwa kwenye uwanda. Mungu anamuuliza, unaona nini? Anasema anaona mifupa mikavu. Na yule mama alikuwa ni mifupa mikavu ambayo haina uhai. Kwa nini? Kwa sababu haifanyi kazi. Lakini Ezekieli alipoambiwa itabilie mifupa, ile mifupa ilianza kupata uhai. Nyama na damu vikatokea. Kwa hiyo na mimi nikatabiri kwenye mwili wa yule mama. Nikasema, enyi mifupa mikavu Pokeeni okay, uhai kwa jina la Yesu. Yule mama akatiwa nguvu jamani. Ninalitumia neno Mungu ni halisi kwa sababu ya uhalisia wa Mungu. Yule mama akatiwa nguvu. Ninakumbuka nilikuwa na rafiki yangu mimi ambaye nilikuwa naye pale nyumbani, alikuwa amekuja kunisalimia. Kwa hiyo matukio yale tulikuwa naye. Yule mama akatiwa nguvu. Yule mama akasema nimepata nguvu. Vile anaona, nakwambia, aliruka mle, alicheza ngoma za asili mle ndani. Aliruka, ruka, mama anafurahi yani ya na kwa kweli ilikuwa ni ajabu. Hata mimi nilimshangaa Mungu. Wale walomleta yani, walishangaa yani, nakwambia wote tulishangaa. Unajua, wakati watu wanampimia Mungu vitu vya kufanya hawaelewi kwamba Mungu anaweza kufanya vyote. Na yule mama alikuwa amepima kwamba ninaenda kuombewa, lakini hii ilizi siwezi kuitoa hii ndio inayo nisaidia pamoja na natena, wanadanganyana ile kuambizana, Mungu Mungu na mbio. Jamani, Mungu hahitaji kisaidizi, anajitosheleza yeye. Ndiye Mungu mwenye uweza na mamlaka yote, wala hahitaji msaada wa mtu. Kwa hiyo jamani, tunavoambizana Mungu na mbio, hapana, tusipotoshane. Mungu hahitaji mbio zako ili akusaidie, lakini Mungu anakupa maarifa ya namna gani utatembea ili umpe nafasi akusaidie na maarifa hayo yanatoka kwenye neno lake mwenyewe, lakini sio kwa kuweka ilizi kichwani eti Mungu nambiwa. Hapana. Kwa hiyo yule mama akafunguliwa, akatoka pale yule mama nikamwambia mama, utatembea. Akasema atatembea mwenyewe, nikawasindikiza mpaka mahali fulani, mama anatembea, nakwambia anafurahi, anaona, yaani anafurahi, anasema utu tunyasi, anakumbushia tunyasi vile wake, umri wake ulikuwa umeenda enda, ii ni mboga tunakulaga kwa sababu kule kwetu eneo ninaloishi mimi ni eneo lenye majimaji, kwa hiyo kuna mbogamboga, mboga tunalima pia. mm -hmm. kwa hiyo ule mama alijisikia vizuri. Nimeyasema haya kwa nini? Ninamzungumzia sasa mama yangu mzazi, kwa kweli ni mteja namba moja kwenye ufalme wa Mungu kwenye huduma hii ambayo Bwana amenipa, na ninamshukuru Mungu, kila aliyemleta alipata uzima kutoka kwa Kristo Yesu. Kwa hiyo kwa namna ile mama yangu ameendelea kumwamini Mungu sana, na ninaamini kuna wakati tu utafika kama alivyokili hapa kwamba ninatamani kuokoka na mimi, ninatamani afanye maamuzi mwenyewe. Yaani ninamsubili, nimeshamhubilia sana na watu wengine wamehubilia, amewasikia, na we umemwambia pia amesikia. Kwa hiyo ninatamani afanye maamuzi mwenyewe, itakuwa ni nzuri sana, atakuwa na uwezo mzuri wa kujisimamia. Kwa upande wa baba yeye anazungumziaje huduma yako? Ah, babangu pia yuko vizuri sana yani, sijui nikwambiaje, kuambiaje, babangu ni rafiki yangu kuliko mama. Babangu mimi rafiki yangu sana yani, <gibu> rafiki wa karibu sana yani, kuna vitu anashea na mimi yaani hata kabla haja share na mama kuna vitu vile tunafanya mimi na yeye kama ishu za biashara, vile la hela, sijui mashamba hivyo <laughs> kwa hiyo lazima niambie, hey, vipi? Ikitokea kuna kitu kinauzwa hivi, navyoongea mimi, hata kadi yake ya benki ninayo mimi, ninayo mimi hey, akitaka kutoa hela lazima niambie, nina shida na hela kadhaa, nataka nichukulie, kama anazo hivo nyumbani mama mtumishi, nje na utumishi, maisha yako ya nyumbani yapoje kwenye familia yako? Kwanza mtazamaji ajue, ni nimebeba huduma, Mungu amenijalia neema hiyo, lakini linapokuja swala la familia, hasa mume, kwa kweli mimi ni mke wa mtu na nikiwa huku ninasimama kama mtumishi wa Mungu ninahubiri Injili kweli, kweli. Lakini nikirudi nyumbani mimi ninakuwa chini ya yule baba kabisa yani. Kwa sababu ninaamini yule baba ana baraka, Biblia imemzungumzia yeye ni kichwa cha familia. Kwa hiyo kwa sababu ni kichwa amebeba baraka pia. Kwa hiyo kwa kweli ninamheshimu sana mme wangu. Ninakumbuka ni mwaka juzi nilikuwa na maombi fulani. Nikamwambia Mungu, naomba unisaidie. Uchunguze maisha yangu, peleleza moyo wangu. Nikamwambia kuna vitu naomba unifundishe. Unifundishe kutembea pamoja na wewe. Nifundishe kujielewa mimi ni nani. Nikamwambia Mungu, hapa unavyonitazama mimi ni mtumishi wako, kwa maana ya mtoto wako. Lakini mimi ni mke wa mtu, lakini pia ni mama wa watoto, fulani wananiita mama, lakini ni mtoto wa wazazi fulani, ambao uliwatumia kunileta mimi duniani kupitia wao, lakini ni dada wa watu, ni mtoto wa watu fulani wanaonilea kiroho, mchungaji wangu pamoja na mama, lakini pia ni rafiki wa watu. Nikasema kwenye maeneo yote, Mungu naomba unisaidie, unipe neema. Mume wangu nikishindana naye mimi au nikinua mabega, kwamba ninajulikana sasa hivi ninaitwa huku sijui naenda wapi, sidhani kama nitapata baraka, ninaamini siwezi kubarikiwa kabisa, kwa sababu kama ambavyo Yesu alimfananisha huyu mwanaume akajifananisha naye kwamba yeye ye, ni kichwa cha kanisa. Kwa hiyo kanisa likishindwa kumtii Yesu, maanake hakuna matokeo ambayo yatakuwepo. Mtu asipompa Mungu heshima, hakuna matokeo yale ya baraka ya madhilisho ya Mungu kwenye maisha yake yataonekana. Vivyo hivyo na kwangu, nisipompa mume wangu heshima, hakuna kitu kitaendelea. Ninaamini hapa nilipofika ni baraka zake pia. Nadhani umemsikia alivyokuwa anaongea kwamba amepitia vitu vingi, tunamshukuru Mungu. Alikata tamaa, hatukutegemea kama ataendelea na Mungu amtumie. Kufika hapo alipofika ni kwa sababu ninampa nafasi kubwa ya kunishauri. Na kama alivyosema, kutokana na vile anafanya kazi mbali na nyumbani, kwa hiyo mara nyingi nasafiri yeye anakuwa kazini, hajapata muda wa kutembea na mimi kwenye huduma, lakini anasikia shuhuda kama hivyo. Lakini hakuna huduma yoyote ambayo naweza nikatoka bila kwanza kuomba ridhaa yake. Nina mchungaji wangu wa kiroho ambaye anatakiwa atoe ridhaa ya mimi niende ni au nibaki, lakini nina mume wangu, mtu wa kwanza ambaye ninampa taarifa ni mume wangu kwamba akikubali yeye, ndipo ninampigia mchungaji simu, au ninawaruhusu wale watu sasa, wasilianeni na mchungaji. Kwa nini? Kwa sababu ninajua ananiombea, ananitia moyo, na kwa kweli anasimama pamoja na mimi mpaka muonekano. <laughs> Nakumbuka mwaka huu mwezi wa ngapi, nilikuwa nasafiri, nadhani mwezi wa sita, ndiyo nilikuwa nakuja Dar es Salaam maeneo ya Kivule. Alirudi likizo akanipeleka dukani, akaniambia twende, nikununulie magauni mengine. Kwa hiyo ninamtukuza Mungu sana kwa ajili yake, na katika vitu Mungu amenifadhili jamani, nikunipa yule mme mzuri ambaye ananipenda, anajali kile ambacho Mungu ameweka ndani yangu. Ninamtukuza Mungu sana kwa ajili yake. Najua ataisikia hivi, atajisikia vizuri bila shaka. <laughs> Natamani uzungumze na mtu mmoja ambaye kuna Mungu, kuna mtu ambaye Mungu amemwinua akafika kwenye nafasi au level ulionayo. Uh, una, una wito gani kwake, kwa sababu kuna mtu mwingine akishaona kama ambavyo nasema, kumbe unampa pia nafasi mchungaji ya kutambua kuna baba ambaye ananilea. Natakiwa ni muage. Kuna mtu mwingine anaona nikishafika nafasi hii naalikwa kule, naalikwa kule, sina, na, sina muda hata wa kuanza kuzungumza tena na mchungaji, nimwambie nini, napata kiburi. Aa, ninataka kusema hivi, ukitaka kuinuliwa, ukitaka kufika mbali, hakuna huduma ambayo inaweza ikasambaa ikafika popote bila kwenye kupita kwenye mikono ya walezi. Kwa hiyo sasa, ukitaka kwenda mbali, mpe heshima mtumishi wa Mungu au baba wa kiroho pamoja na mama ambao Mungu amekupa wanakulea kwa wakati huo. Wazazi ni wa muhimu sana kwenye maisha yetu. Ukisoma Waefeso sita anasema enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana ninaamini wale wazazi katika Bwana ni wale watumishi wazuri wa Mungu ambao Mungu ametupa, wanatulea, wana baraka kama ambavyo wazazi waliotuzaa kimwili wanazo baraka kwa ajili ya maisha yetu. Kwa hiyo sasa, yule baba unapomuaga au anapopewa taarifa, anajisikia vizuri kwamba mwanangu anathamini uwepo wangu kwenye huduma yake, anatambua kwamba mimi ni sehemu ya kumlea. Kwa hiyo mzazi anajisikia vizuri sana. Mimi ninaamini nisingeweza kufika hapa bila kuwa na mahusiano mazuri na mchungaji wangu, na nampenda sana na namheshimu kwa kweli, na najisikia vizuri sana kuchungwa na yeye, kulelewa na yeye, na ni vile tu mimi siwezi kuelezea vizuri, lakini najisikia vizuri, anaelewa kuna vitu kadhaa ananisaidia. Kwa sababu yani, unapokuwa na baba anayekulea jamani, wewe sio yatima, una mahali pa kukaa, ukashauriwa ukaelekezwa, kipi kizuri ufanye au kipi usifanye. Mimi mchungaji wangu wakimpigia simu ninamuulizaga maswali, nasema, baba, una amani niende na niko tayari, niko vizuri, sina shida. Akiniambia mwanangu, hapana, siwezi kwenda. Akiniambia nenda, ninaenda, na ninahakikisha kabla sijaondoka ninaenda, ananibandikia mikono. Mungu akutumie. Mchungaji wangu anapenda kusema Mungu akutumie sana mwanangu, na kwa kweli Bwana anafanya. Ni muhimu sana, hakuna baraka ambazo unaweza ukapata kwa kumdharau mchungaji wako. Yaani, mzazi ni mzazi. Hata kama wewe utafika mahali ukakuwa ukawa na vitu vingi, ukawa na mwili mkubwa, ukanenepa kuliko yeye, hana mbadala, anabaki hivyo kuwa ni mzazi, hana mbadala wake. Kwa hiyo anatakiwa kupewa heshima anayostahili kuipata kutoka kwako, ukitaka baraka Yaani, ninatamani niongee na wale watumishi ambao kwa namna moja ama nyingine wameinuliwa na Bwana ama wanatamani kuinuliwa zaidi. Kuna yule mtu mwingine ambaye bado yuko, bado anajiona yuko chini. Njia mojawapo inayomsaidia mtu kuongezeka utukufu hadi utukufu ni ile nidhamu na heshima ambayo unakubali kuwapa wale watu ambao Mungu amekupa. Sisi ni watoto kwa baba zetu. Kwa hiyo, baba analo neno la kukusaidia wewe. Ni mzazi, anazo baraka kabisa zinazotoka kwenye kifua cha Mungu kwa ajili ya huduma. Mungu hawezi kushuka mwenyewe. Ametupa makuhani ambao ndo wanatusaidia sisi. Kazi kubwa ya kuhani ukisoma agano la kale, unakuta huyu kuhani kazi yake kubwa ilikuwa ni kufanya upatanisho. Sasa manake, huyu kuhani wa sasa ambaye ni mchungaji, ni yule ambaye ana anakusogeza na mbingu, anakuunganisha na Mungu wako, anakufundisha Mungu ni nani, na ana mafuta maalum kabisa kwa ajili ya huduma na vipawa ambavyo Mungu ameweka ndani ya mtu, na nataka kusisitiza kwamba uwe na karama, uwe unatoa unabii mpaka moto unawaka, uwe unafanya kitu gani ambacho watu wanakishangaa, nataka nikwambie, hujamzidi baba yako, mpe heshima. Vipawa ni zawadi, tumepewa kutoka kwa Mungu na Roho Mtakatifu anagawa kama vile apendavyo, lakini watumishi wa Mungu ambao ni walezi wetu, tunatakiwa kuwapa heshima wanayostahili kupewa kwa sababu baraka za huduma zetu zinatoka kwao. Kwa sababu hakuna mchungaji atakupokea, anakupokea kutoka wapi? Itakuwa maajabu. Yaani mtoto tu wa mtu katoka huko anakuja nyumbani mwako, unamuuliza mmoja kufanya nini? Hana maelezo ya kutosha. Wewe ni mtoto wa nani? Babako ni nani? Unaanza kutafuta, ehe, kulikoni saa uja hapa. Kwa hiyo hivyo lazima upite kwa watumishi wa Mungu wazuri ambao Bwana ametupa na wanatusaidia na wanazo baraka. Hata kama unaona kuna namna hauwezi kujieleza ukamwelewa, nataka nikwambie, lile lile neno analoongea linakufaa. Lisipokufaa leo, libebe kama chakula cha njiani, litakufaa huko mbele ya safari ya yeah. Tulikuwa tunamalizia na shuhuda au mapito ambayo ulipitia kipi ambacho huwezi kukisahau katika safari yako ya maisha kuanzia umeokoka ukiwa na umri mdogo mpaka hivi sasa hivi? Uh, kuna mambo mengi ambayo sitayasahau, lakini labda jambo kama mawili hivi uh, ninakumbuka wakati najifungua mtoto wangu wa pili ule ujauzito ulinitesa sana. Ilivyofika wakati wa kujifungua, nilienda hospitali. Nilivyokuwa pale odini waga, kuna mstari mmoja unakuwepo wa ujauzito, lakini mimi uliongezeka na wapili ukachola msalaba. Sitasahau msalaba kabisa, msalaba Niliumwa uchungu wa muda mrefu sana, na ninakumbuka manesi wale wawili waliokuwako zamu kule leba waliniuliza maswali mengi sana. Kaniambia maswali walioniuliza mmoja wapo kwamba, dada unasali wapi? Nikamwambia nimeokoka. Ukaniambia tuungane pamoja, usikate tamaa, tumwite Mungu ambaye unamwabudu. Hii hali hatujawahi kuiona. Wakati ninaendelea na yale mateso Baadaye wakaniambia kama mtoto wangu amepata wa shida na maisha yangu yako hatarini. Nikiwa katika hali ile ya maumivu, nilikuwa nawaona watu, ufalme wa giza upo. Kuna watu nilikuwa nawaona wanasimama pembeni, najua kabisa hawa sio watu wa kawaida. Wamekaa pale kama kuna mashambulizi fulani wanayafanya ya mvutano fulani na wale manesi lakini kitu cha ajabu kumbe, Mungu alikuwa amesema na mwanamke mmoja mahali yule. Mimi nikiwa kwenye mateso yale, ule msalaba umetokea ambao ulikuwa unaashiria mauti. Yule mama alikuwa kule, Mungu anamuonesha kuhusu mimi, anamuonesha nikiwa hospitali nina hali mbaya, yule mama akawa ananiombea. Yule mama alikuja kunisimulia baada ya kuja nyumbani kwangu, na alikuwa hajawahi kanyaga Alipofika pale nyumbani kwangu akamkuta yule mwanangu, akamshika mtoto akalia sana, akasema, Mungu ninakushukuru. Akaanaongea vile vitu ambavyo vilikuwa vinaendelea hospitali. Kwa hiyo ni tukio ambalo sitalisahau. Nilichoka sana, nikawa siwezi kuongea tena. Wakawa wameamua kwamba nikafanyiwe oparesheni, ili ikiwezekana waokoe maisha yangu. Kwa hiyo wakawa wameniandaa vizuri, wakati wananitoa, ghafla ninaona ufahamu wangu kama unakuja hivi, nikaa nawambia najisikia kupushi mtoto. Yule dokta akasema wewe huwezi kujifungua utakufa, lakini Mungu akanisaidia nikajifungua salama. Hakukupeleka tena hawakunipeleka tujapopita katika maji mengi haya atatugarikisha. Bwana alisimama pamoja na mimi sana. Ni tukio lilikuwa gumu sana kwangu, wamama wajawazito wananielewa. Imagine, una mstari mmoja wa kawaida na ndio unaotakiwa kuwepo, alafu mwingine unatokea kama umechorwa na mtu. baada ya kujifungua kwako madaktari walisemaje? mimi nilipojifungua walinilaza mahali wakanificha, nipumzike nilikuwa na hali mbaya sana. Mamaangu huyu uliyotoka kuongea naye alivyokuja hospitali, alivyoenda kunitafuta kwenye odi nyingine, wakamwambia mm -mm, mwanao sidhani kama ni mzima. Kuna mama mmoja ameangaika sana kule leba, mpaka sasa hatujajua chochote kuhusu yeye. Mama akaenda kule leba, ananitafuta, analia, anamwambia manesi, mwanangu yuko wapi? Wakawa wanamwambia mtoto wako ni yupi? Mbona si hakuna mtoto, mtu kafa hapa? Maana walishamwambia kwamba hawajui kama mimi niko hai. Kwa hiyo mamangu alipata shida kidogo. Kwa hiyo baadaye alikuja kuniona, nilikuwa kwenye maumivu makali, si unajua baada hivyo. Kwa hiyo nilikuwa kwenye maumivu sana. Ninamshukuru Mungu alinitoa pale salama na mwanangu, mpaka sasa yuko darasa la nne. Mm. Hilo ni tukio sita sana.